Wale 55 wametoa kauli, wameongea na waandishi wa habari, wamesema wamechoka kukaa CHADEMA kwa sababu CHADEMA hawatoshiriki uchaguzi. Maana yake CHADEMA hatokuwa na diwani, hatokuwa na mbunge, hatokuwa na kura za pamoja na kuondoka Chadema hamjaeleza chama mnachoenda. Sisi sisi tunakaribisha, milango iko wazi, jiungeni na Chama cha Mapinduzi. Sisi oye! vyama kumi na nane vimeamua kushiriki uchaguzi kasoro chama kimoja. tuna hifadhi ya Wami Mbiki. Hifadhi hii na mgogoro wa muda mrefu na vijiji vitano, kijiji cha Kanga, Kaole, Kunke, Mrumilo na Kiduge. Nimeomba, nimepiga kelele bungeni, daktari Samia Suluhu Hassan akatuma timu ya mawaziri nane, wakaenda kule kuwafiki wataalamu wakakubaliana, na tuna mshukuru daktari Samia Suluhu Hassan amekubali kutoa hekta elfu saba na mia tano ili kumaliza huu mgogoro wa Wami Mbiki, mgogoro wa miaka mingi. Kazi ilobakia ni kazi ya upimaji. Nimepiga kelele bungeni, nimeomba sana. Nikuombe sana ndugu yangu, kaka yangu Amos Makala, hili jambo, kazi ilobakia ni serikali kuu kushusha hela. Niliuliza swali bungeni, wakaniambia hela zipo, tutatuma wataalamu kwenda kupima hizo hekta elfu saba mia tano ili kila kijiji wapewe eneo lao, kuondoa huu mgogoro. Tunao mitandao mingi sana sasa hivi ambayo inatuwezesha kuwasiliana kwa, kwa muda mfupi kwa kundi kubwa la watu na kwa gharama nafuu. Ujio wa mitandao hii umeleta mapinduzi makubwa sana katika teknolojia ya mawasiliano. Lakini shida yuko katika eneo moja, namna tunavyoitumia hii mitandao. Tumekuwa tukiitumia kwa ukashifiana, kuzushiana upakata patope na kila aina ya mambo yasiyofaa kwa binadamu aliyestarabika. Na bahati mbaya sana hasa kwenye hasafu, ndio kwenye shida kubwa. Bahati mbaya sana sisi tumo humo, viongozi wamo, wanachama wamo, tunayafanya haya mambo badala ya kuongelea mambo ya kujenga chama mambo ya kuleta ustawi wa taifa kuhubiri amani, kuhubiri mshikamano, tumekuwa tukiitumia visivyo, visivyotakiwa.